Kwa ngumu e, mchezaji wetu kushinda tuzo hiyo kwa sababu e, kuna waliocheza mechi mbili na sisi tumecheza tumecheza mechi moja, kwa hiyo automatic kwenye kigezo cha mechi e, Simba tunakuwa disqualified though, e, ingekuwa tuzo inatolewa pengine kwa round Eh, kwa round hizi mbili mm, nani kafanya vizuri? Bila shaka ni, ni Simba Sports Club. Kwenye raundi mbili za mwanzo aliyefanya vizuri kwenye upande wa wachezaji wote mm, ni Rushine De Reuck, amezuia Simba isifungwe bao mm -hmm. Lakini kama haitoshi ameipatia Simba magoli mawili kwenye magoli sita yes spost, ye ya Simba Sports yeye amefunga magoli mawili, maana yake amefanya kazi kubwa. Lakini kwenye upande wa kocha kwenye raundi mbili za mwanzo eh, Seleman Matola ame, ame, ame, amefanya vizuri. Lakini ukija kuangalia sasa ni tuzo ya mwezi, kama ni tuzo ya mwezi, maana yake Simba hatuwezi kuingia humo, kwa sababu ndani ya mwezi mmoja wa tisa tumecheza mechi moja na kuna wenzetu wamecheza mechi mbili.